Hivi ulishawahi kupanda ndege? Kabla ya ndege kuondoka, ukasikia maelezo kutoka kwa crew jinsi gani ya kuvaa life jacket au koti la uokozi, lazima kuna swali utajiuliza, koti la uokozi juu lina maana gani? wakati koti la uokozi au life jacket lilifaa tutumie tukiwa baharini, inakuwaje na maswali mengi mengi kuhusu life jacket. Utajiuliza, kwa nini tusiwekee parachute humo? Kwa sababu tuko juu, alafu inakuwaje life jacket? Kuna mambo mengi ambayo yanafanya kwenye ndege kuwekwe life jacket na siyo parachute, ingawaje kwa akili ya binadamu ya kawaida utasema parachute ndio ilikuwa njia bora ya uokozi kuliko life jacket, kwa sababu tukiwa juu tuvae maparashuti yetu alafu turuke ili tuokoke ndege ikitokea matatizo. Lakini kwenye akili ya kiteknolojia ni kinyume nyume kabisa, kwenye ndege umewekwa life jacket kama meli. Sababu ya kwanza ambayo kwa nini hawakuweka parashuti na wakiweka life jacket ni kwa sababu abiria wengi wa kawaida hawana mafunzo ya kutumia parashutiparashuti. Parashuti ili uweze kutumia lazima upate mafunzo kwa muda fulani kwa hiyo inapotokea dharura juu kwenye ndege, mtu au abiria akavishwa parashuti ili aruke, ni kumtengenezea hatari zaidi, kwa sababu hajapata mafunzo jinsi gani ya kukontrol hilo parashuti. Na ukumbuke kwamba kama mtu akipaa parashuti, akishaachiwa, maana yake huko ataenda kujipapatua mwenyewe. Ikiwa hana mafunzo, itakuwaje? Hii ni sababu ya kwanza kwa wa abiria wa kawaida ni hatari sana, kwa sababu hana mafunzo nalo. Sababu nyingine, ndege inaruka juu sana kiasi kwamba mpaka minus 50, minus 50, maanake ni baridi ya hali ya juu. Kwa hiyo mtu anaporuka na parachute akawa juu na baridi iko kwenye kiwango hicho, lazima hatoweza kusurvive, kwa sababu atakuwa na shati yake ile ile aliyosafiria au fulana yake ile ile aliyosafiria lazima hatu survive kulingana na baridi. Sababu nyingine kwa nini hawakuweka parashuti ni kwa sababu ya gharama. Parashuti moja ni ghali sana, ni ghali sana kwa hiyo kila ndege au kila abiria chini ya kiti chake awekewe parashuti itakuwa ni gharama kubwa sana, na inawezekana hilo parashuti lisitumike kabisa kabisa, ikawa ni gharama kubwa sana. Lakini jengine ukitoa gharama uzito. Tukumbuke kwamba ndege mara nyingi jambo la uzito linazingatiwa, ina kiwango maalumu ndege, na ndio maana kila abiria anayepanda mule ana anakuwa na kilo zake alizowekewa. Wewe umeingia na kama una mizigo yako isivuke kilo hizi, kivuka kilo hizi, maana yake mzigo huo utauacha. Kwa hiyo uzito, kama mngekuwa mna maparashuti mule, basi ndege lingekuwa zito zaidi na ingekuwa si salama zaidi. Lakini hata ukiangalia ajali za ndege mara nyingi zinatokea kwenye kutua na kuruka, kutua na kuruka. Wakati ndege inatua ndo inatokea ajali, imetua imeachia njia imegonga, au imeruka kabla ya kufika juu ikaanguka, ndo mara nyingi ajali za ndege zinatokea. Na matumizi ya parashuti ni kwenye ni kwenye urefu fulani, kwa hiyo hata zikawemo parashuti kwenye ndege, na asilimia nyingi ya ya ajali zinatokea muda huo hilo parashuti itakuwa halina maslahi kwa sababu, ili parashuti uweze kutumia lazima iwe kuna mita fulani juu, yaani ndege iwe imefika sehemu fulani juu ndio inaweza kutumia parashuti. Kwa nini wakaweka life jacket? Inaaminika ndege inapokuwa juu na ikapoteza mwelekeo, rubani hana sehemu nyingine yoyote ya kuelekea itakayokuwa salama kwa asilimia fulani. Akielekea kwenye sehemu za nchi kavu, ndege itaanguka na itaripuka lakini baharini kuna asilimia fulani ya usalama. Kwa hiyo, kujipapatua kwake au kuokoa kwake, huwa anakimbilia baharini. Akikimbilia baharini ndege kule, akiliangusha baharini, inawezekana kuna baadhi ya watu wakaokoka kwa njia ya life jacket, na ndiyo hapo ikawekwa life jacket, ili ikitokea dharura, rubani kafanikiwa kuliangusha ndege baharini, watu waokoke kwa life jacket. Hii ni Alzenjbary Technology. Kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Na kama una swali lolote, njoo sehemu ya comments.